DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ni saa nne na nusu za asubuhi huku Kigali, tunawakaribisha nyote katika habari zetu kama kawaida. Muko pamoja na mimi Itangishatse siri yake, pamoja na mimi Ishimwe Fraterne Fraterine. Tuanzie wapi jamani? Hebu tuanzie hapa kwa ufupi. Watu arobaini walikufa wakifurahia kuingia mwaka mpya. Abiria kadhaa wamenusurika baada ya basi la kampuni ya kidia wanu kugongana na loli katika eneo la Kwasadala. Hizo zimekuwa ni habari kwa ufupi, tafadhali subiri habari kwa urefu. Habari za ulimwengu. Katika Uswisi, takribani watu arobaini walikufa na wengine mia moja wamejeruhiwa baada ya baada ya mlipuko kutokea katika baa maarufu ya watalii na mapumziko ya concentration chini ya Uswisi wakati wa sherehe za kufurahia mwaka mpya. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kuwa moto huo ulisababishwa na mshumaa uliowekwa ndani ya chupa ya champanye katika sehemu ya chini ya ukumbi huo uliopo katika muji wa Mlimani wa Crans Montana. Ndiyo, kwa mjibu wa maofisa ya usalama wa mji huo wameeleza kuwa watu wengi walikuwepo eneo hilo ni watalii wa kijeni. Mlipuko huo ulitokea kama saa saba na nusu asubuhi, ambapo ilikuwa ni saa tatu na nusu za asubuhi siku hiyo Alhamisi, Januari tarehe ya kwanza mwaka 2026, kwa saa za Afrika Mashariki. unatajwa kuleta simanzi katika nchi hiyo ikiwa ni siku kuu ya mwaka mpya. Ndiyo, picha zilizochapishwa na vyombo vya habari zimeonyeshwa jengo hilo lilikuwepo liliharibika sana huko, huduma za dhalula zikiendelea kutolewa kwa majeruhi Fraterne. Mtandao wa Daily Mail umeeleza kuwa daktari aliyekuwepo eneo la tukio akisema idadi ya vifo huenda ikaongezeka na hasara ni kubwa sana, hivyo watu takribani 40 wamefariki na wengine mia moja kujeruhiwa. Ndiyo shuhudha ambaye shuhu amba alikuwepo ndani ya baa hiyo wakati mlipuko ulipotokea, alieleza kuwa moto ulianza baada ya watu kusherehekea kwa chupa za champanye zilizokuwa zimepambwa na mishumaa inayowaka. Hapa ndipo aliposemaje siri yake: baadhi ya chupa zilikuwa karibu na dali, ndipo moto ulipoanza. Dari lote lilishika moto na moto ukaenea kwa kasi. Ilitokea sekondi chache, tulikimbia nje tukipiga kelele pamoja na kulia. Ndiyo, hebu habari zetu tuziendelezeye kwenye hizi za ajali kali iliyotokea. Ndiyo, abiria kadhaa wamenusurika baada ya basi la kampuni ya Kidia One lililotoka Dar es Salaam kwenda Nairobi nchini Kenya kugongana na lori lililokuwa likitoka Arusha kwenda Moshi katika eneo la Kwa Sadala, wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Katika ajali hiyo watu wawili wamejeruhiwa akiwemo kondakta wa basi la Kidia One na abiria mmoja ambao walipelekwa hospitali ya wilaya ya Hai kwa ajili ya Babu. Ndiyo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro Simeo Mawingwa amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, kuna kusema ilitokea siku hiyo asubuhi, baada ya dereva wa lori kupoteza uelekeo na kuligonga basi hilo kwenye upande wa ubavuni. Kamanda Maingwa wa polisi wilaya ya Hai aliripoti kutokea kwa ajali ya kugongana kwa magari mawili mnamo Januari tarehe ya tatu majira ya saa kumi na moja alfajili katika eneo la Kwasadala. Ajali hiyo ilisababisha majeruhi wawili na uharibifu wa magari. Alisemaje, Fratere loli lilikuwa likisafiri kutoka Arusha kwenda Moshi, liliacha njia yake na kugongana uso kwa uso na basi la kidi Wano, lilikuwa lilitoka Dar es Salaam kuelekeza Nairobi, Kenya. Majeruhi wa ajali hiyo ni Aisha Raymond wa miaka thelathini na tano, mfanyabiashara na mkazi wa Nairobi, aliyepata jeraha kwenye paja la mguu wa kushoto. Mwingine ni Musa Sumari mwenye miaka 29, kondakta wa basi hilo. Wote wanapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Hai. Ndiyo dereva loli komombia Habibu Hamadi ame ameshi, ameshikiwa na jeshi la polisi, polisi ku kwa tuhuma za kusababisha ajali hiyo kutokana na uzembe wa kutozingatia sheria za usalama wa barabarani. Jitihada za kuondoa magari hayo zinaendelea. Hebu tumalizie hapa, turudie baadaye.